Tanzania na kumwambia aliengikia kuwapo angepata nafasi ya kazi. Tumaini alienda kuishi kwa rafiki yake. Aliishi pale miezi sita hadi akaanza. Jumamosi moja alitumiwa pesa nina, hivyo akaenda Coco Beach kubariki. Alikutana na Romeo wakakubaliana papo hapo kupendana kuishi pamoja katika ndoa na Romeo akamwaidi kufanya tari Walipoondoka wakifuata barabara kuu, Tumaini walimwona Romeo akigeuka kuwa jini. Aliposikia Romeo akiambiwa kwenye simu wanahitaji damu yake upesi, aliponyoka kutoka kwenye gari ya sijue aendako. Hatimaye akaona alitamani.